Mlango wa nne. Tena akafanya madhabahu ya shaba mikono ishirini urefu wake na mikono ishirini upana wake na mikono kumi kwenda juu kwake. Tena akaifanya bahari ya kusubu mikono kumi toka ukingo hata ukingo, ya mviringo na kwenda juu kwake ilikuwa mikono mitano, na uzi wa mikono thelathini kuizunguka kabisa. Na chini yake palikuwa na mifano ya ng'ombe walioizunguka pande zote kwa mikono kumi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 akafanya na meza kumi akazitia hekaluni tano upande wa kuume na tano upande wa kushoto. Kisha akafanya mabakuli mia ya dhahabu. Tena akaufanya ua wa makuhani na ua mkubwa, nayo milango yake akaifunikiza kwa shaba milango yake. Nayo bahari akaiweka upande wa kuume kwa mashariki kuelekea kusini. Na Huramu akayafanya masufuria na majembe na mabakuli. Basi Huramu akamaliza kufanya hiyo kazi aliyomfanyia mfalme Sulemani ya nyumba ya Mungu: zile nguzo mbili na vimbe na taji mbili zilizokuwa juu ya nguzo, nazo nyavu mbili za kuzifunika vimbe mbili za taji zilizokuwa juu ya nguzo, na makomamanga mia nne ya nyavu mbili, safu mbili za makomamanga kwa kila wavu kuzifunika vimbe mbili za taji zilizokuwa juu ya nguzo. Akayafanya na matako na mabirika akayafanya. Juu ya matako bahari moja na ng'ombe kumi na wawili chini yake. Masufuria pia na majembe na nyuma na vyombo vyake vyote, Huramu akamfanyia mfalme Sulemani kwa nyumba ya Bwana vya shaba iliyokatuka. Katika uwanda wa Yordani ndipo mfalme alipovisubu katika udongo mzito kati ya Sukothi na Sereda. Ndivyo alivyovifanya Sulemani vyombo hivyo vyote vingi sana, kwa kuwa uzani wa shaba ulikuwa hautafutikani. Basi Sulemani akavifanya vyombo vyote vilivyokuwamo nyumbani mwa Mungu, madhabahu ya dhahabu pia nazo meza ambazo juu yake iliwekwa mikate ya uonyesho, na vinara na taa zake ziwake, kama ilivyoagizwa mbele ya chumba cha ndani, vya dhahabu iliyosafika na maua na taa na makoleo ya dhahabu, ndiyo dhahabu bora na mikasi na mabakuli na miiko na vyetezo vya dhahabu iliyosafika na kwa habari za mahali pa kuingia nyumbani, milango yake ya ndani ya patakatifu pa patakatifu, na milango ya nyumba, yaani ya hekalu, ilikuwa ya dhahabu.